Nam jambo mpenzi mtazamaji na karibu kwa runinga ya Mwanzo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe na bado tunashughulikia maswala ya mustakabali wa maswala ya siasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, na ileo kutujuza kuhusiana na maswala ya siasa hususan siasa za upinzani nchini Tanzania na maeneo ya Uganda ni Mheshimiwa Caleb Amisi. Nam karibu sana Mheshimiwa Caleb Amisi, asante sana, shukrani sana kwa kujiunga na stesheni yetu, na pengine tu moja kwa moja, mheshimiwa, nineweza kuuliza ni kwamba nyinyi pengine mkiwa hapa nchini Kenya mmesikia taarifa kwamba kiongozi wa upinzani katika taifa jirani la Uganda kwa sasa ameweza kukamatwa na tunaelekea uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano mwezi wa Oktoba. Je, nyinyi kama jirani, je, mnachukulia swala hilo kivipi? Ni swala la uzuni sana. Mheshimiwa Tundu Lissu sio mgeni kwa siasa, ni mheshimiwa ambaye amekuwa mbunge E, katika bunge la kita, ya kitaifa la Tanzania, mpigania haki na masuala ya ya vyama vingi na masuala ya uongozi bora, na amekuwa pia e, mwanasiasa ambaye amepitia shida e, mwafaka e, kwa mfano amepigwa marisasi kumi na sita wakati amekuwa akipigania haki za kisiasa na akapelekwa nje ya nchi kutibiwa na kwa bahati mzuri akapona. So ni vyema kwamba tungekuwa na huruma kwanza, kwamba huyu ni mtu ambaye amepigwa risasi, sio kwa sababu alikuwa mwizi. Alipigwa risasi si kwa sababu amechukua bibi ya mtu. Amepigwa risasi akipigania wanatanzania kwa haki ambayo hata Wakenya tumepigania mnapata uhuru ya kisiasa Wakenya tumekuwa katika hiyo njia kitambo sana, wakati wa Moi, wakati tumekuwa tukipigania mfumo ya vyama vingi multipartism, na hiyo wakati watu wengi walikufa, wengine wako jela, lakini tulifanikiwa na tukapata. Na ndio unapata hao wa watu wanapewa heshima, akiwemo hata liku, waziri mkuu, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, mmoja wao, James Orengo ambaye ni governor wa Siaya, mmoja wao. Wengi wamekufa, wengine wako hai, wako katika sehemu mbalimbali za Uh, za nyanya za, za, za uongozi na pia Mheshimiwa Tundu Lisu sio mgeni kwangu eh. Nimemkaribisha juzi wakati tumempeleka kule USIU katika mazungumzo mudahalo, ya jumla public address and, eh, akaongea na wanafunzi kule USIU, akatoa historia ya Kenya tangu mwanzo wa Kejomo Kenyatta nikashtuka nika kwamba yeye anajua historia ya Kenya kuliko sisi wenyewe. Ameisoma, ameielewa. Pia ni msomi, mtu ambaye amesoma kule u, Uingereza, amehitimu katika somo la uh, law na ni wakili mkubwa sana kwa hivyo this is not a person you can just arrest na ukafikiria dunia itakuwa itaendelea. No na sio wa Tanzania peke yao, tunajua wameweka uoga kwa Watanzania. Ukienda Tanzania uongee vile mimi naongea, nikitoka hapa naenda jela. Lakini hapa naona nikitoka na, na, hapa mimi naenda ma, ma, matembezi. Tena nitatembea tu hapa nikibounce. Hakuna mtu atanishughulikia. So Kenya imepiga hatua kubwa sana katika mambo ya demokrasia, kwa sababu kuna uwazi. Watu tunaongea, nasikia Kasongo must go. Watu wanaita rais Kasongo na hakuna na, mtu atakurairi. Of course It's not perfect society tuko na mashida, mnaona jenzi walipigwa watu, wamekuwa kidnapped abducted, but you cannot compare na vile Tanzania inaendelea. So tunataka niwahimize wenzetu katika, eh, eh, eh, maeneo ya East African, Uganda tuko na Bobby Wine ambaye pia ame, amekita mizizi, na tuko na ule mbea ambaye amewekwa jela tena ekiza, eh, besije pia ni mwanasiasa ambaye anaheshimika wa kitambo sana. So tunapata kwamba East Africa tuko na shida. Tukipata viongozi wa upinzani wote wameshikwa, Tanzania huko wameshikwa, East Africa Uganda imeshikwa, Kenya ndohuu tuko na shida. Lakini tunasema kwamba wana East Africa waamuke, kila jambo liko na sababu lake. This probably is the time For East Africa to walk up as a whole. Ukiona, okay, jambo likuwa linafanyika Tanzania, unasema hii ni mambo ya Tanzania. Inafanyika Uganda, unasema hii ni mambo ya Uganda, aituruhusu. Inafanyika Kenya, unasema hii ni Wakenya, awaturuhusu, sisi aihusu, hii ni mambo yao, wamezoea. Lakini ona yanafanyika yote pamoja, sasa inafaa Afrika Mashariki tuamuke, wa Uganda, wa Tanzania, wa Kenya. Mkipatana mali mseme tuamuke mkipatana kwenye bar sema tuamuke, kwenye restoranti tuamuke, penye shule tuamuke, tuamuke kwa sababu without proper leadership hatuwezi endelea. Nchi zingine zimeamuka, zinapitia njia tofauti kama Burkina Faso, wanaamuka kwa njia ya mtuti wa bunduki, wengine wanaamuka kupitia kwa wanajeshi so njia zinaamka kitofauti, lakini si tunaomba waamke kidemokrasia, kwa sababu demokrasia tunayo, wengine hawana, ndio wanaamka kupitia kwa military, lakini people are waking up. Africa must change leadership. hatuwezi kuwa, hata mimi nikiwa mbunge sahi miaka kumi, nikipita miaka kumi na tano siwezi kuwa mbunge tena, hata watu waseme vipi, nitawaambia samahani, najua mnanipenda, nimekuwa na maoni, nimefanya vyema, lakini wacha mwingine ajaribu labda ako na maoni tofauti. So it is not about the longevity in office, it is what you do when you're in the office and what do you fear? Kama uko na mambo mazuri, huyo mpinzani, wananchi watamtorosha na watamshinda. So ukiona watu wana, wana arrest wapinzani kwa sababu wanaogopa kwamba they have nothing no ideas to develop their nation, na ndio maana wanaogopa wanaweka wapinzani ndani na, na, naambia namiza Mwheshimiwa e, Rais wa Tanzania Suluhu, tafadhali, walikuheshimu wakasema, mama ni tofauti. Wakasema labda mama ni tofauti, anahurumia yeye ni wanasema, e, wa wacha tupee nafasi wa mama tuone tofauti. Usikuje ukakuwa aibu ya wamama katika uongozi wa Afrika watakuwa nasema, angalia Tanzania vile mama aliharibu. Usikuje ukakuwa a bad example to women in leadership. The world is east Africa inakutazama Afrika mzima na kutazama dunia mzima na kutazama adam Suluhu, waachilia Tindu Lisu afanya siasa zake. Na mweshimua, vilevile unaongelea mambo ya ile, kama Wakenya walikuwa nasema kuuza uoga. Sijui kama kwa mfano, njia moja kuuzia Watanzania uoga kusudi wanapoelekea uchaguzi ama anapoachiliwa kuwe na ile hali ya wasiwasi, wananchi waogope kuenda kupiga kura, pengine watu wapinzani wa vilevile hata wasisimame. Ndio na, na, maana nasema hivi hivyo, sio kuguza demokrasia. Mimi hata nikikuwa na mpinzani tunapatana na yeye kwa matanga, nampa nafasi anaongea. Madam Suluhu inafaa anaingia na mpinzani wake katika sherehe kubwa ya kitaifa National Celebration of Tanzanian Independence, anaenda na hapo na Tundu Lissu, anampa nafasi anaongea. Hivyo ndio udemokrasia, wenye watampigia sawa, wenye watapigia mama sawa, na wanasalamiana na dunia inaenda, inaendelea ukisha ukisha kuwa mtu wa kupeana uoga kwa wapinzani, kuwafunga jela, utawagandamiza kwa muda, lakini wakati wataamuka, kumbuka kwamba kuna kuna zile, kuna zile familia ambazo haziweziongoza Afrika mzima kwa sababu ya wale viongozi wao. Kama saa hii tukisema mtu akuja hapa kule, ta, kule Uganda na aseme yeye ni mtoto wa Idi Amini anataka kuwa presidenti wa Uganda, nani atampa kura eh? Hata mtoto wa Idi Amin wanataka kuwa rais, kwa wanakumbuka wana mauaji. Kuna wale ambao wako na eh, scars. So u, u, ni lazima watu waelewe kwamba pia tunaacha jina ya kizazi vizazi vijazo ambavyo vimebeba vime jina lako, watakuwa wanaangalia kizazi ambacho kinalingana na ule president ambaye aliathiri eh, uchumi na nafasi za demokrasia, wanasema kwa ni mtoto fulani, hatukuhitaji We ni mjukuu, we ni kitukuu, we ni nani, hatukuhitaji kwa sababu uliharibu jamii. So tuwe tayari pia kuangalia legacy, tunaacha legacy gani, sio kuongoza tu kiti ya urais, anybody can sit there even in a monarchy. Mtoto kama baba amekufa na alikuwa king, mtoto wake hata akiwa miaka kumi anakalia hapo kiti, hata aelewi anybody can sit on that seat lakini ukikalia unawacha legasi gani? Hiyo ndio maana e, na mweshimiwa umesikia kwamba Tundu Lisu ameweza kushtakiwa na makosa ya uhaini. Je, sijui katika katiba ya Kenya ama hapa Kenya uhaini ni charges ya aina gani? Maanake tunasikia uhaini ni charges ambayo inaweza lead to death penalty, mtu anaweza fungwa, hukumiwa kunyongwa. Sasa sijajua ni makosa ya aina gani inayosemwa ni ukosa, makosa ya uhaini. Makosa ya uhaini ni makosa juu sana katika penal code. Na unaona kwamba ukishapewa makosa ya uwaini kwamba wewe umecommit treason. Ni ku kama sheria za Kenya ni kama unafungwa kifungu cha miaka ama ile ambayo ilikuwa kuhukumiwa kifo, hiyo ilitolewa, lakini kifungo ya miaka ni kama kufunga kifo, kwa sababu baadaye utakufa tu kwa hapo jela. So baadaye utakuwa umefungwa kifungo ya, ya kifo. so ni makosa gani mwanasiasa anaweza fanya? Na kama ki, ni makosa ambayo inatambulika kisheria, basi tuende kotini, waone wa majaji waangalie, waone wapi evidence, wapi mambo ambayo amefanya ikamweka kwamba atahukumia makosa ya uwaini. So ni, ni mambo ya kuekelewa, na sisi tunamuhimiza Tundulisu ajitahidi, asikuwe na wasiwasi, sisi huku nje ambayo mimi mwenyewe nimekuwa naye nimekunywa naye chai na ananitambua namtambua. Tumwambie tunampigania kwa mtandao kwa UN popote ambayo tunasimama tukiongea na watu, nasema Tundu Lisu. Hata mimi niliweka katika mtandao ya X na nikasema, nilikuwa mmoja wa viongozi, nilisimama nikasema, Tundu Lisu aachiliwe, sio kwa dhamana, aachiliwe immediately bila dhamana. So tunasema Tundu Lisu aachiliwe, aachiliwe, aachiliwe afanye siasa Watanzania watakuwa na demokrasia ni mu, lazima muamue mko na demokrasia ama muendelee kuwa kama monarki kwamba hakuna haja ya election na, na. Mheshimiwa, tunapozungumza ni kwamba Tanzania wanajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Je, we una matumaini kwamba pengine Watanzania watakuwa na uchaguzi wa huru na haki, kufuatilia yale matokeo yametokezea kabla ya uchaguzi inaashiria kwamba labda uchaguzi haitakuwa ya haki, na ile ni jambo kubwa sana linarudisha demokrasia nyuma kidogo, kwa sababu o, demokrasia ma, ma, mawazo na malengo ya demokrasia ni kwamba ya, yawe ya uhuru. Kila mtu ana haki ya kujihusisha na wapiga kura wawe na nafasi e, sambamba ya kuwachagua wale watu wana, wanaona wanastahili katika vyeo tofauti tofauti na kwa hivyo, katika ngazi ya juu ya urais ni lazima pia tuwekelee maanani. Kenya imekuwa hapo hapo awali, lakini tumepiga hatua kidogo, kwamba kwa IBC kuangalia mambo ya election imeweza kubuniwa na tukaona sasa iko independent. Pia kule Tanzania tunataka pia wa, waige mfano ya Kenya wabuni IBC tume la uchaguzi ambalo liko independent Alifati maagizo ya rais, labda aipati maagizo ya mtu yoyote, aifati maagizo ya bunge, aifati maagizo ya mahakama, iwe independent commission, na hiyo ndio inawezesha watu wanafanya maneno inaenda sambamba e, uchaguzi naenda shwari, na watu matokeo ambayo inatokelezea sio mengi, inaenda kwa katika mahakama ni machache sana inaenda kwa mahakama, kumaanisha uchaguzi kidogo iko ya haki. So tunaimiza pia tume la uchaguzi tunaambiwa kwamba iko interfered. So nasema waaige mfano ya Kenya na wakiendelea hivi pia tutafika Kenya tuambie Kenya kwamba give economic sanctions and the Kenya can give economic sanctions, we are a hegemon, we are a hegemon. Kenya ni, ni nchi ambayo inaongoza Afrika Mashariki, ni kama US ambayo inaongoza, na kuongozi inamaanisha pia you discipline Yeah, watu ambao unaongoza so kenya kan discipline tanzania ni sema kwamba we kan uh, issue sanctions because of uh, failure to obey democratic tenets uh, of, uh, of fair and free elections so ni lazima pia wajue kenya yuko na nafasi mzuri ya kuwa discipline tanzania uganda because weare the big brother and we need to tell the small boys please wake up come up come up we cant, we can't operate in a clear environment when our, our neighborhood is isd na mheshimiwa, tunapomalizia, malizia tunapomalizamalizia vilevile, tumeona kumekuwa na maswala ya utekaji hususan, ile inazunguka East Africa, wale wengine wanasema cross border deportation hiyo na utekaji tumeona Tanzania, Uganda, na vilevile vile hapa nchini Kenya. Je, unaweza zungumziaje swala hilo jambo la kusisitiza kwamba utekaji nyara ya viongozi sana sana, e, tumeona wanaharakati wanatekwa nyara katika As a foreign country it is unheard of. Nchi ikisha kuwa sovereign state, whatever you do across the border must be sanctioned by that state, so hatuwezi kuwa tunaona polisi wanatoka uh, Uganda wanaingia Kenya mpakani wanachukua muuganda wanampeleka. Ni lazima tuwe kwamba polisi ya hapa walijulishwa, so we should not have cross-border abductions kwa sababu it interferes with the independence of the state, tangu ile ilikuwa naitwa Westphalia Treaty. Westphalia Treaty ni ile treaty ya muungano ambayo ilibuni the sovereignty of the state, nikasema nchi huru, kwamba zitawaliwe kikivyao, ki, ki tuwe na sovereign states kando. Tulikuanga na religious rule wakati tulikuwa the Roman Catholic versus the Protestant. Sasa sisi watu walikuwa under the Roman Catholic leadership the kings the pope, hao ndio walikuwa naongoza, hao ndio walikuwa na, na mamlaka. Lakini wakati ulikuwa na na vita ambazo zilikuwa miaka thelathini zilikuwa ziliishi miaka thelathini what we call the 30 years religious war, Roman Catholic religious war, ikasimamishwa na tukakuwa na Westphalia Treaty. Westphalia Treaty maana yake ni kwamba kila nchi ijitawale, sovereignty of a nation kujitawala inamaanisha anything that happens with that boundary ni lazima tupate ruhusa. Lakini tukiona nchi fulani inaingia kwa nchi ingine, that is a declaration of war, and if it's not a declaration of war inamaanisha nchi ilikubali. So tunataka hii mambo ikomeshwe. East Africa tuna jina mbaya kimataifa, tulikuwa na jina we were the entry point ya East African region, lakini tumeweka jina mbaya. Kenya ndo hii imeweka jina mbaya kimataifa, hatuwezi hata peleka mtu yoyote katika African Union kama East Africa hatuwezi peleka mtu yeyote katika UN. Wanaangalia historia ya hiyo hiyo nchi, wanaona hii nchi kuna historia mbaya, mtu wetu hawezi faulu, so you also condemn the prosperity of individual citizens in the international spheres. Na pengine swali la mwisho, mheshimiwa, ni kwamba wewe kama kiongozi kijana, na baadhi ya vijana wa Kenya wamejitokeza wakionyesha kwamba hao wanajua haki yao, wanajua vile wanazofanya chochote Je, sijui pengine uhosia wako ama wito wako ambao unaweza toa pengine kwa vijana wa Afrika Mashariki. Je, ni wakati wa vijana ama ni nini? hujitokeza kivipi wa vijana waamuke, kwa sababu vijana ndio wanaokoa hata. Nakumbuka mapinduzi ya wakoloni wale ambao walipigania walikuwa wazee kweli bwana, sasa hivi wamezeeka, lakini wakati walikuwa wanapigana walikuwa vijana, wako na nguvu, karisma, na wako tayari wakati tumepata uhuru wa kujitawala kiimla, tumekuwa na viongozi ambao waliokoa, kama kule DRC Kongo, tumekuwa na Patrice Lumumba. Patrice Lumumba amechukua prime minister akiwa kijana sana, less than 29 years, around 29 years, 30. Thomas Sankara amechukua uongozi akiwa less than 30 years, prime minister viongozi wengi wamechukua uongozi wakiwa young vijana. Huyu mwenye juzi hapa e, mwenzetu hapa wa Senegal fae ndio mwae fae 37 38 years, that is my age. Mimi niko 37 38 years, so mimi inafaa niwe prime minister wa inji, inafaa niwe president wa inji. Nachelewa bwana, wamenichelewesha. Nikivuka mwaka inakuja, nimechelewa kuwa rais wa hii nchi. So the youth must stand up because the the youth because future we create is for the young people to live in. Wazee wamemaliza maisha yao, kama walifaulu sawa, kama hawakufaulu, ole wao, kwa sababu wanaenda jehanamu ama penye watapelekwa na Mwenyezi Mungu. Lakini sasa vijana ndio wako na uhuru ya kudetermine their future, so wasikae tu, wazee wanawalea tu polepole pole, wakiharibu. Wakishaharibu watoto wao wameshajengewa manyumba kule Dubai watoto wao wamesha jenga nyumba kule UK. Watoto wao wako na manyumba kule US. Dunia ikiharibika, watoto wao wameenda US wanakaa wana, wana, wana, wana huko vizuri sana. Lakini dunia wengine wa, wa hapa watoto wa maskini wanaumia, wana nchi ambayo imeumia. Wewe hauna mali, hauna hata passport, hauna visa ya kwenda US, utapitia wapi? Na ukienda ujulikani. Lakini yeye anajitambulisha kama mimi ni mtoto wa rais aliyekuwa anapata nafasi ya kukua mahali. So ni lazima vijana wajue kwamba hii ni maisha yao, wasizimame. Vijana wa Tanzania muamuke, vijana wa Uganda muamuke, vijana wa Kenya wameamuka lakini wamezembea kazini. Sasa waendelee waamuke sasa the next step, hatutaki kwenda kwa msituni kuchukua bunduki na kuua watu, hatuchukua serikali ya kimabavu hapana, we are in a democratic states, lakini mkiamuka wote, mpige kelele na mchukue kadi ya kura, tutabadilisha uongozi bila, ku, ku, bila kujali na bila kumwaga damu. Tunavyozungumzia maswala ya Tanzania ni kwamba chama kizima cha Chadema kimeweza kuondolewa kwa uchaguzi, ni kwamba ati waku sign ile Code of Conduct. Je, kwenda mbele ni nafaa ifanyike, maanake kwa mfano tukisema hapa Kenya umeondoa ODM ama umeondoa uh, UDA katika uchaguzi, je ni njia vipi pengine wanafaa waweze kufanya kusudi waweze kurudi, maanake wanasema wameondolewa.